Kumekuwepo na kuripotiwa kwa taarifa katika vituo vya polisi na nyingine katika mitandao ya kijamii zikijulisha kwamba mtu au watu fulani wamepotea hawaonekani au wamekamatwa na watu waliojitambulisha kuwa askari wa jeshi la polisi. Jeshi la polisi linapopata taarifa hizo huanza uchunguzi wa kukusanya ushahidi kutoka vyanzo mbalimbali ili kupata ukweli wa taarifa ya nini kilichotokea, kwani hauwezi kusema moja kwa moja kuwa mtu aliyeripotiwa kupotea, kutekwa, kulazimishwa kupotea, kuuawa bila ya kupata au ya kumpata anayedaiwa kupotea na ushahidi wa kuthibitisha taarifa hiyo ya nini kilichomtokea, kama alitendewa uhalifu, ni nani wahusika kulingana na sheria, kanuni na taratibu. Vilevile vile, kwa mujibu wa kifungu cha 117 cha sheria ya ushahidi sura ya sita, marejeo ya 2022, marejeo ya mwaka 2022, na kifungu cha 161 cha sheria ya ndoa sura ya 29, marejeo ya mwaka 2019, dhana ya mtu kuchukuliwa kuwa amekufa inapaswa kuthibitishwa na mahakama baada ya miaka mitano kupita, kulingana na vielelezo na ushahidi utakaowasilishwa. Katika matukio ambayo yameripotiwa katika vituo vya polisi na uchunguzi wa kina kufanyika, na walioripotiwa kupotea kupatikana wakiwa hai na wengine wakiwa wamekufa, hadi sasa ushahidi kwa baadhi ya matukio yameonesha sababu zake ni kujiteka, wivu wa mapenzi, imani za kishirikina, kugombea mali, kulipiza kisasi, kwenda nchi nyingine kujifunza misimamo mikali na kukimbia mkono wa sheria baada ya kufanya uhalifu. Miongoni mwa matukio hayo ambayo yamethibitishwa kwa sababu hizo ni pamoja na tukio la hivi karibuni linalomhusisha Shehe Zuberi Saidi Mkokoo miaka hamsini na tatu, mwalimu wa dini na kiongozi katika taasisi ya Islam Foundation iliyopo mkoani Singida, ambayo pia inajishughulisha na shughuli za kuchinja wanyama. Katika tukio hilo kat pitia vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo mitandao ya kijamii kulisambaa taarifa za kutekwa kwa shehe huyo na watu aliowataja au waliotajwa kuwa ni askari wa jeshi la polisi tarehe mbili mwezi wa sita 2025 saa tano usiku akiwa na kiasi cha fedha taslimu shilingi za kitanzania milioni 42. Taarifa ya kupotea kwake pia iliripotiwa polisi. Baada ya uchunguzi, ilibainika kuwa Shehe Zuberi Saidi Nkoko hakuwa ametekwa bali alitengeneza tukio la uongo la kutekwa ili kukimbia madani, madeni aliyokuwa akidaiwa na watu mbalimbali, majina yao yamehifadhiwa kwa sababu za kiuchunguzi, yenye jumla ya shilingi za kitanzania milioni 521 na na laki tano. Sheikh Suberi atafikishwa mahakamani baada ya taratibu za kisheria kukamilika. Baadhi ya matukio mengine yaliyohusishwa na utekaji wa watu vikihusishwa vyombo vya dola lakini baadaye uchunguzi ukabaini kuwa vyombo vya dola havikuhusika kwenye matukio hayo, ni pamoja na tukio la tarehe saba mwezi wa sita 2025 lililotokea katika kijiji cha Mtakuja kata ya Nanganga wilaya ya Ruangwa mkoa wa Lindi ambapo Rita Severini Ndambalilo miaka 41 mkazi wa Dangote Mtwara, mfanyakazi wa kituo cha kuuza mafuta cha kampuni ya Specialized Petrol Station ya Mtwara alikutwa akiwa ameuawa kwa kunyongwa na mtandio na kutupwa kando ya makarasha ya wachina katika kitongoji cha Nahungo, kijiji cha Mtakuja, kata ya Malolo, wilaya ya Ruangwa. Upelelezi ulibaini kuwa mtu huyo aliuawa na Juma Salum Njenje, njenje miaka 49 aliyekuwa akimtumia kama dereva wake wa bodaboda baada -boda. ya mtu huyo kumwona Rita akiwa amebeba fedha kwenye mkoba wake. Kabla ya mwili wake kupatikana, taarifa zilisambaa kuwa alikuwa ametekwa na watu wasiojulikana. Watuhumiwa wawili wamekamatwa na wamefikishwa mahakamani na kesi iko mahakamani. Tukio lingine linamhusu Regina Rajabu Chaula miaka 62 aliyekuwa na makazi huko Bahari Bichi Kinondoni, Dar es Salaam, na nchini Denmark aliyedaiwa kuoa na Fred Rajabu Chaula na Bashiri Richard Chaula, kisha mwili wake kutumbukizwa kwenye shimo la majitaka. Regina ambaye alikuwa na, na kesi ya madai Mahakama Kuu division ya ardhi dhidi ya watuhumiwa hao aliripotiwa kupotea ghafla Desemba 13, 2024 hadi tarehe 18 nane mwezi wa kwanza 2025 mwili wake ulipokutwa kwenye shimo hilo la maji taka. Baada ya upelelezi wa jeshi la polisi kufanyika watuhumiwa hao walikamatwa na kufikishwa mahakamani. Pia tarehe 11 mwezi wa 11 2024 litokea tukio lilomhusu bwana Dogratius Tarimo mkazi wa Kibaha mkoa wa Pwani ambaye alionekana kwenye picha mjongeo au jongefu akipambana na watu waliotaka kumteka ambao hata hivyo walishindwa kutekeleza azma yao hiyo. Taarifa zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na tukio hilo zilisema kuwa waliokuwa wanatekeleza uhalifu huo ni askari polisi. Uchunguzi ulibaini kuwa waliohusika sio askari polisi na chanzo cha tukio hilo ni wivu wa mapenzi. Watuhumiwa sita walikamatwa na kufikishwa mahakamani. Aidha, tarehe ishirini na nane mwezi wa nane, ishirini na nne katika kijiji cha Haiderere kata ya Haiderere tarafa Haidom wilaya ya Mbulu mkoa wa Manyara, Saulo Samuel Baloho, miaka arobaini na nne mkazi wa Haiderere, alitoa taarifa ya uongo kwa kutumia simu ya mkononi kuwa ametekwa tangu tarehe ishirini na mbili mwezi wa nane 2024 na watu wasiojulikana na kumpeleka Karatu mkoa wa Arusha kwa lengo la kumtoa figo. Upelelezi ulibaini kuwa mtuhumiwa hakutekwa, bali aliondoka nyumbani kwake akimwaga mke wake kwamba anapeleka fedha shilingi za Kitanzania laki mbili na elfu themanini ukweni kwa mtoto wake wa kiume ambazo ni mahari aliyokuwa anadaiwa mtoto huyo.